Ni siku nzuri sana. Aa, ni siku nzuri na mbele yako niko na mama yangu e, Joyce, pale mdogo wangu Grace. Leo ni siku special kwa ajili yao. Tulisema kwamba tutawapeleka e, sehemu hivi kuwaweka sawa e, nywele wasuke, wafunyiwe makeup, wapendeze, kuona wanaonekana vipi. So tuko e, zuri hapa, na hawa ndio wenyeji wetu watatuambia nini kitaendelea leo, majina yao kuweza kuwafahamu nafasi zao, lakini pia kwa ujumla hiki ambacho kinafanyika leo, Madam Kwema. Kwema bari. Salama. Karibuni. Nako. Ah, mimi naitwa Rahma Tip, ni manager wa Zuri Africa kwa ujumla yes. Madam. Heshima. Asante, karibuni sana naitwa Madam Lydia, ni mkuu wa chuo Zuri Beauty Academy na manager wa salon na spa ya Zuri. Yeah. Sehemu nzito kabisa hii kuna chuu hapa na vitu vingi. So manager, nataka tuambie tu leo kwamba nini kitafanyika, lakini pia wai mkaamua kuwakaribisha mama yetu Joyce na binti yake. Um, kiujumla uh, sisi ni wa, kama watu wengine ni wafuatiliaji wa mambo ambayo yanaendelea kwenye jamii zetu yes, mmoja kati ya vitu ambavyo tulikuwa tumegusa navyo ni kui mama Joyce vitu ambavyo walikuwa wanapitia changamoto ambazo wamepitia, na mapambano ambayo yuko nayo kama jamii ya Kiafrika au ya kia Kitanzania. So sisi tukawa tumeguswa naye, tukaona umama lazima tumtafute tufanye kitu na yeye. Sasa leo tuna mambo mazuri sana ambayo tumemwandalia. Yeah, yes, yes. Yeah. Mama uko salama? Iko salama. Sikiliza meneja, nimemsikia tayari kuwa vitu vizuri, napenda Yes. Sogea hapa. Uko salama? Niko salama. Unaona nzuri? Mm, pazuri. <laughs> Ah, basi... ah, usikae mbali, sogea. Nafikiri bila shaka ameongelea dada yetu hapa na mjiandae kusubiria hayo mazuri. Asante ni jamani. Mkuu wa chuo. Wewe, well, unaongeza kitu gani? Kwa kweli, nimefurahi sana vile Joyce na na Grace. na Grace wamekuja hapa na tunawakaribisha. Oh, karibu. Habari. Salama na, na. Ah. Naitwa Rukia. Na, thank you for listening me. Au karibu sana zuri. Unahitaji kufanya nini nywele zako? Kuziosha. Karibu sana. Karibu. Naitwa Rukia. Okay. Karibu sana zuri. Na, na, okay. Karibu sana. Na karibu zuri, asante kwa huduma yetu. Karibu zuri, karibuni. Tulikula mtama kwa maji, tukana wili kuliko wao, hatukupambwa kama wao, tukapendeza zaidi yao. Walitubadilisha majina hawakubadili hatima. Walipotutupa shimoni tukaibukia, iku kule, walikotusukumia ndipo Mungu pumzikia. Walizani wametukimbiza kumbe wametusindikiza Tulikula mtama kwa maji tukanawiri kuliko wao, hatukupambwa kama wao tukapendeza zaidi yao. Walitubadilisha majina, hawakubadili hatima. Walipotutupa shimoni, tukaibukia hiku kule, walikotusukumia Ndipo Mungu pumzikia, walizani wametukimbiza, kumbe wametusindikiza. Sawa, sasa ni wakati mzuri kabisa, na leo tupo dukani makumbusho. Kama ukisoma bango vizuri pale ni Lisa Collection. Sasa bwana Lisa wao wamesema watamvalisha mama yetu e, Joyce na mtoto wake Grace. Hapa wameguswa wakasema, kupitia wao wampendezeshe e, mama yetu Joyce na mtoto wake. Na Lisa mwenyewe ndio huyu dada yetu Kopoa ikopoa mambo mambo, naenda Kazi nzuri asante sana. Sawa. Uh, so far dukani kwako tunapata huduma gani kwa mtu ambaye pengine hapa juu Lisa Collection makumbusho akija hapa anapata nini? Okay, duka kwanza tuko makumbusho karibu na Tigo au karibu na stendi kubwa ya daladala. Pia dukani kwetu unapata accessories aina zote. Cheni, hereni za kiume, za kike unazipata dukani kwetu, tuna deal na handbag na mavazi ya kike. Kwa hiyo nimemwona mama nikisema na mimi nishiriki kidogo baraka ambazo tunaweza tukashia pamoja. Ah. Yeah. Watapendeza kupitia Lisa. Watapendeza kupitia Lisa Collection Stores. Ah. Yeah. Karibu. Nimependa sana. <laughs> Nashukuru sana, yeah. Karibuni sana. Afrahi kwamba umeguswa ukasema waje hapa wapendeze kupitia duka lako. Hongera sana kwa hilo. Asante sana. Mungu atakuzidishia. Amen, amen. Ah. Yeah. Mamangu hapa tupo kwa Lisa eh, unaponaje kwanza? Pazuri. Eh. Unaponajea <laughs> Amini, unategemea kupendeza zaidi sana sana eh? <laughs> Grace, vipi? Nzuri tu. kwa hiyo hapa wata watafanya nini, labda unavyoona nini tupige vitu gani hapa? Mama anaweza akapata suti, sijui kama alishai kupinga suti. Inabidi avae suti kali kabisa kutoka dukani kwetu. Grace, yeah. naye anaweza kavaa t-shirt na jeans na akapendeza sana okay. handbag pia zipo, cheni hereni zipo. Lazima wapendeze kupitia sisi. E, mama ushe kuvaa suti, namshukuru Mungu kwa Mungu hili aujawai kwa atukuzwe eh? mm -hmm. Sawa ni, kama nilivyoambia ni muda sasa wa kufanya shopping na mengine t Sasa final mnaona um, eh, mama yetu Grace hapa Joyce na binti yake Grace alivyopendeza, nywele ni nzuri kabisa. Cheki sura zinang'aa, makeup kutoka zuri hapa. So hongereni kwanza kwa kupendeza. Asante asante. Sikiaje? najisikia vizuri kupendezasnajisikia Mm -hmm. tuambie baada ya kupata huduma kutoka zuri eh, unaongeleaje huduma zao kwa jumla? Huduma zao ni nzuri sana, kama wanavyoona napendeza. Wakati unakuja hapa, ulitegemea uli, uli, uli ulitegemea kama ungependeza hivyo baada ya kuwa kazi imeisha? Hapana, sikujua lakini eh, nimeona ni nzuri sana eh. hebu tuambie kuhusu suti kutoka Lisa Collection pale makumbusho suti umeonaje ni nzuri eh, ni nzuri sana kama mbunge au waziri fulani eh naamini hivyo naamini ipo upo na eh naamini ipo Hongera kwa kupendeza. Asante. Niambie unajisikiaje kwanza kuwa zuri huduma zao kwa ujumla umezionaje? Huduma zao ni nzuri kiukweli. Nimejisikia vizuri pia mm. Ndio. Najionaje mwenye umenoga? Ndio. Nitegemea mm, pengine ungependeza hivyo? Mm, hapana. Nijua tu kawaida tushazoea zile saa za vichacha. Nguo kutoka Lisa Collection unaonaje? Nazo pia ni nzuri. Mm. Sawa, tuongee na manager hapa, mm. Rahma. Hongereni, bwana. Asante, tunashukuru. Naona umependeza mye, mm. <laughs> Naona so, yeah. Na manager laba, labda una, unazungumziaje una, una kile ambacho mmekifanya na kiukweli, unaona wana furaha? Ndio. um, mimi kama manager kiukweli, lengo letu lilikuwa kuleta furaha na tabasamu kwa watu ambao tayari walishajiona kwamba wao wapo nyuma, kila kitu is very hard, lakini kila kitu kinawezekana. Haya, ah, mabadiliko ambayo umeaona yanaweza kuwa constant kwamba kila siku watabadilika, kama tulivyoongea mwanzo, kwamba tutamchukua dada Grace. Grace ya atasomea zile kozi ambazo tumesoma, ni full kozi ambayo anasomea Kwa hiyo akiisha iva vizuri, yani huu mwonekano kwa mamake itakuwa ni kitu cha kawaida, kwa sababu yeye ndo anakuwa professional wa hicho kitu yes. hebu niambie kama mteja akija hapa zuri nyule kama hii hapa hii Ina cost kama shingapi? <laughs> Sasa inakuwa inategemea yani, inategemea nyole gani umechagua, wanataka yes, ujazo wa aina gani hivi, kwa sababu kuna vitu vingi vime contain humo. Utaoshwa, utafanyiwa massage, utafumuliwa. kama ukuja na nyole zako inaweza ikarange humo, yes. Grace amesema madam hapa kwamba ukiwa umeiva vizuri Itabidi muonekano wa mama huu uwe ni endelevu. Umejiandaa lakini kwa hilo umejipanga vizuri. Nimejipanga, ndio. Mm. <laughs> <laughs> Watukona pendeza kila muda. <laughs> Sawa, hongereni sana na mimi niwatakie eh, safari njema kabisa. Sasa wewe kwa masomo yako, lakini pia mama, nimependa muonekano. Asante. <laughs> <laughs> Mzee nyumbani leo ukifika pale, mm -hmm. Atakusahau, unajua Ndiyo, ndiyo, haya, hongereni sana <laughs> tulikula mtama kwa maji tukanawili, kuliko wao, hatukupambwa kama wao, tukapendeza zaidi yao.